Lakini pia kuwanasihi wakinamama, wakinamama baadhi yao wakiachwa na waume, wenda mahakamani, wataka nyumba ziga zigaiwe nusu kwa nusu. Hawa ni wakinamama madhalimu ambao wataukuta moto walioula wa dhuluma akhera wasipotubia komula wao. Mume amekuoa, mume amehangaika, anachuma, akulisha wewe, alisha watoto akuvalisha ahangaika, alipa maji, alipa umeme, na akapata kipato, akajenga nyumba ili mstiriki. Allah amekadiria kuachana, ni kadari ya Mola. Wenda wafanya mipango, ile nyumba mliojenga, au zile mali, nusu kwa nusu upewe wewe? Ndio ulokwenda ulo kazini? Eti tumechuma wote, alikuwa akija mena, mliwaza uliwaza ndo kuchuma? We uliwaziwi hata kuwachezea watu we uliwaziwi kwani mwanamke katoka kwa wazazi wake, kaja kwa mume, atafuta nini? Kula takuchezea watu hapa? Kula si ulikuwa unakula kwa mzee wako? Umekuja taatafuta utu, utulivu katika njia ya kisheria, upate mume, upate starehe ya tendo la ndoa kwa mumeo, upate watoto ambao ni utulivu wa jicho lako. Kitazama mtoto wako asikia raha, wewe hujapata utulivu kwa bwana? Kama kuchuma mlichuma wote, ulitia wewe kepito yako, mkaenda katika share, kwa maana hii ni partnership Sharika, mimi nimetoa capital na wewe capital, kinachovunwa ni chetu, tujenge nyumba hii, tuko shirika. Jambo likiwa wazi hivyo sawa, dini haijakataza kwamba mwanamke amekuja ana mali na, na milioni kumi, mume wangu uwe wa milioni kumi, tuweke milioni ishirini, tujenge nyumba share. Hii nyumba ni mimi na wewe, sawa lakini nyumba, mume katafuta kiwanja kwa shida, hangaika, kalipa kidogo kidogo, ajibana, kajenga nyumba. We umekaa ile nyumba, Allah amekadiria riski, imekwisha mmeachana. Wewe una mali hapa, eti tumechuma wote. Mmechumaje wote? Elezea. Sasa wanawake wengi wanaona sheria ya dini inawadhulumu, ima wazungumze kwa midomo yao au kivitendo vyao. Ukienda mahakamani, ni ishara wewe unaona dini imekudhulumu kwamba ulipoachika ilikuwa dini ikwambie na wewe upewe nusu ya mali aliyochuma mume, lakini dini haikukupa. Kwao umeamua kwenda mahakamani, umemwacha yule ahkamul hakimin, yule hakimu wa mahakimu, umekwenda katika mahakama za kitawuti wadai haki yako. la ilaha illa Allah. Huyu ni mwanamke muovu kabisa katika miongoni mwa wanawake waovu. Kwa kwao wanawake watakiwa waridhike wakubali kwamba sheria za dini yao ndio sheria muhkama mutqana ndio sheria za uadilifu. Waridhike na maisha yao, warudi kwa mola wao, watawakal kwa mola wao. Umeachika, basi rudi kwa mola wako, tawakkal kwa mola wako. Allah atakupa kilichokuwa bora zaidi ya hicho. Kama mume pia ulimpa mali zako kwa ihsani, zile ni za mume. Yatakiwa tufahamu, kuna wanawake wengine wana mapenzi ya kweli, kapata mali mume wangu uchukua wewe hizi ukisema umempa mume jua kuna leo na kesho ayo mapenzi yanaweza kuvunjika kama vile mwanamume ambaye pia naye anaweza kama mke wangu hii gari yako nimekuandikishia ni mapenzi watu wanaweza kupeana katika ndoa akikuacha yule hatakiwi kuchukua ile mali aliyokupa kama zawadi hatakiwi hii gari yako ni yako ya milioni mia mbili amekuacha ni gari yako ondoka nayo nyumba ile nimekujengea yako kakuacha ni nyumba yako amekufa kule Hakuna mirathi, ile ni yako, alikupa wewe. Haya ndiyo maisha ya elimu. Wanawake watakiwa kuishi katika uelewa wa hali ya juu wa dini yao, vinginevyo mwanamke huyu atauchuma moto kwa mikono yake katika dunia.